Ya. Yeah. Msanii gani wa comedy wana mwelewa zaidi self Tanzania? Yani unasema huyu akisimama kwenye upande mzima comedy ndo ah, the goat? Eh bwana kwa ngapi nikutajie? Mmoja tu. Ah mmoja, utanibana sana mwanangu. Utanibana sana. Yaani mmoja utanibana sana. At least nipe hata <laughs> <Mwana>, eh? <laughs> watano. Unaona ah, eh? Tusifanye watatu. Watatu. Ukinikijitoa uki, mimi mwenyewe. Ya bivyote. Ah, kama vyovyote basi, wa kwanza mimi mwenyewe, yani wa Ila. Wa pili nampa mwanangu Nanga, wa tatu mwanangu nipe watano mshikaji wangu tu.

Dula Dula na Barasa Ramso uh, Nanga TX uh, Dula mtu mmoja mbaya sana ni yani, ana, ana komedi zake zile dah hatari mm. sana ila kama oh, tukizungumzia ah, bwana oh, ah, ea eh. ah, madogo wengine wachukua tuzo juzi bado amna kuna kama Ndalo na Steve mm. Yaani wanafanya kitu kimoja kikubwa sana alafu kombinesheni yao inawalipa sana kutokana na aina ya komedi wanayoifanya Binafsi nawaelewa sana, ndomana nikakwambia nipe watano kwa sababu ya vitu kama hivyo. Wa mwisho kuna dogo, nanika, mmoja, naitwa, nani jamaa ah, mmoja naitwa nani huyu MC nani mboneke, mm. ya, mboneke, ya, mboneke mi nampenda sana, kuna vitu vyake anavyo yani, hey, yani, kuna vitu vyake fulani anavyo creativity sana mshikaji mi mm. nampendaga sana lakini hawapo kwenye list yako. Listi yangu ya watu watatu bora, watatu bora kiukweli, hao hapana, ila wanajua wanachokifanya. Wewe si umenifanya, wewe si unanitafutia ubaya, Fresh? ni umeweka watatu hao hawapo. Wewe unanitafutia ubaya, ubaya nimeupata Fresh. watatu mimi yote yuko. Ah, mwanangu, da, eh, mwanangu unanitafutia ubaya kweli. <laughs> Eh, kweli bwana nah. Eh, katika watatu wale Mtoe iyo ndo listi yako, kwa umemtaja ujitaja mwenyewe nanga TX Dullah, umemtoa umeweka Joti. E, kama Tex Dullah nilimtaja basi ujue naye ni miongoni ambao watu nawakubali, comedy. Mm. Yeah. Okay. So, imekupa kitu gani ambacho mpaka leo ukikaa unasema hiki ni cha thamani kwangu? Comedy imenipatia ah... Mm. kwanza jina. Mm. jina ambalo niko nalo watu wanavyonijua wanavyonionyesha vidole mtaani ni moja faida ya comedy inayoifanya. Mm. cha pili imenipatia vitu vingi ikiwepo sehemu ambayo mimi natakiwa nianze kufanya ujenzi na maanisha maviwanja haya, unajua. okay. Yeah, na vilevile yeah. Imenifanya vile niweze kuendesha familia yangu pamoja na wazazi wangu y yeah, ni vitu kama hivyo mm. na vitu vingi tu vimenifanya. ni nani hajakupa mahusiano? yeah. mm, Is... mahusiano yapo yaani, ngoja nikwambie kitu kimoja, mahusiano sio kitu cha kujivunia ingawa ni jambo muhimu lakini sio kitu cha kujivunia ya na, ya kwa sababu mahusiano yanasumbua sana. Naweza kukaa naye leo afu kesho sio naye, kwa hiyo sio jambo la kujivunia sana naye na, hmm, yupo au hayupo. Unajivunia uwepo wake, uwepo yeah, wake najivunia, na ananisupport na, na, sana tena sana tu, namshukuru sana ni kuwepo katika maisha yangu lakini kwenye komedi zenu sio nagi wanawake yani, naona ni wanaume sana, wanawake yeah, au wanawake wanakuwa ni magumu sana kupatikana kwenye kazi zenu? Swali so zuri sana ujue. Ah! E... Uh, ujue idea zinapokuja mwanangu ni, ni fast ukazitumikia hapo hapo yani ukazipiga hapo hapo yani idea mm, ikija unapiga hapo hapo mona. Sasa idea nyingi zinapokuja, ni uwepo wa wanawake katika hilo eneo inakuwa ni mchache sana Umeona, ndio maana unakuta idea nyingi sana tunabutua sisi wenyewe tu, yani tunabutua wenyewe wenyewe tu, wanaume wanaume nini, ila kutokana na u, u, u, u, u, u, upatikanaji wa wanawake kwa muda husika mm. ndio inafanya wanawake wasiwepo mara nyingi sana katika comedy, lakini tunapenda sana tuwepo nao ya unaweza okay. yeah. E, tukafikiria idea mwanamke akahusika, ila unaweza kumpigia simu sasa, hizi hapa namalizia kupika siju nini na nini mgneaniniwaaumshaaola yeah, mm. yeah. oh, uh, wanawake wakija, aaamambo fulani wakija lazima mzingatie. An umu mara nyingi nakuwaga hivyo, yani mwanamke ukishamwita katika kazi yani, ukishamwita bwana njoo bwana, tushuti, bwana njoo tushuti, kuna hiki na hiki na hiki, njoo tufanye kazi yani, lazima umzingatie yani, lazima umzingatie kwa sababu ya kumpata tena siku nyingine. Usipomzingatia basi siku nyingine, basi wewe vipengele vitakuwa vingi, ili mradi kumtia nguvu mm -hmm, next time ukampata kiurahisi yani, lazima umfanye hivyo, ili mradi apatikane tena siku nyingine. Okay. mm. Mekuwa na wimbi kubwa sana la watu kuingia kwenye tasnia ambazo haziwahusu. mm -hmm. Na watu wamekuwa wakilalamika hivyo vitu. Yani, unakuta mtu wewe ni kazi yake ni ishu fulani, lakini anaingia kwenye tasnia ambao unaifanya wewe Ramso, ambayo unaipigania kwa muda mrefu, ila kwa sababu ya kipato chake. mm. Nafasi ya, ya Ramso anaichukua yeye. mm. Kwako una maoni gani juu ya hili jambo bwana. Baba, watu sahivi mwanangu wamekuwa wengi kinoma yani. Ah. Ah. Ila Sio jambo baya, sio jambo baya, kwa sababu ukiona mtu anafata kule ambapo nyinyi mpo, basi nyinyi mnafanya kitu kizuri sana yani, nyinyi mnafanya kitu ambacho watu wengi, wimbi la watu wengi sana mmiliteka. Kwa hiyo yeye hataki kupitwa na ile na ile na ule upepo, kwa hiyo anaamua bora naye aje aje huku, ili mradi aondoke na ule upepo. Sio jambo baya vile vile. Kama unakuja huku, basi jua kabisa kwamba najua naku, yani unakuja huku lakini huku na watu ambao wanafanya na mimi nina uwezo wa kufanya, so unakuja huku afu uwezo wenyewe huna. Mm-hmm. Umeona, unakuja huku, unakuja kutu, kutuharibia ah. Jambo baya. Mfano, umwona Mpenja sasa hivi anaigiza? mm. yeah, yeah. Nimemwona bwana. Mtangazaji wa mpira mzuri lakini ameamua yeah. kuja kwenye maigizo. Kwa hapo unaona iko fresh, mfano mzuri kama yeye. Mpenja, Mpenja bwana sawa, ni mtangazaji na ni mchambuzi wa mpira, ila alivyoamua kuja huku na nimeona baadhi ya kazi zake, anajitahidi sana jamaa. Anajitahidi sana na Mwenyezi Mungu atamjalia, atamsaidia kwa sababu ameamua kuja huku kufanya Mwenyezi Mungu atamjalia. hmm. naona kazi zake zinaenda zinafanya vizuri, idea nzuri da, yule mfano wa watu ambao wanahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hmm. yeah. kwa kwa tunategemea siku moja Ramsey anatoka sehemu moja anaenda sehemu nyingine. anatangaza mpira pale. Yeah. Hey, hey, mimi nauchapa mpira vizuri tu, acha bwana. sema sijaamua tu kuuchapa. kweli. mimi hey, nauchapa vizuri tu kwa uchache, tusikie kidogo. kwa uchache <laughs> So, uh, dudabi iyo mwanangu mwanangu anachukua <laughs> pale Mudasiri Yahya Yahya anazungusha vizuri dimba la kati pale, anamrudishia mkude Mkude anapiga safi kabisa, back pass kali kabisa kutoka kwa Dickson Job. Dickson Job anaweka pembeni, anamwekea kule mtu mmoja mbaya sana anaitwa hizi kazi za watu katika maswala ya kuimba nini, sijui na nini huko uh. Tunaweza tukaingia siku yote a piano uh. uh. Pia, si mziki fulani hivyo kujirudia rudia yeah. Neno na hilo hilo nalishikilia yeah. pesa pesa pesa pesa la mwisho kwa mashabiki zako, bwana kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii na kazi zako zote bwana. Mimi naomba sana sapoti yao kwa sababu nimeamua kurudi tena, nimerudi kwelikweli. Naomba sana sapoti yao kila wanapoikuta klipu yangu, wapate kushea kwa wadau nini mbalimbali, vilevile mbali. Yeah. Vile, watu wanaonipenda wananifuatilia, waweze kunipa opportunity katika biashara zao niwatangazie mona na vitu kama hivyo. Kama unanipenda basi utanisupport yeah. Kwa hiyo yani wategemee vitu vikubwa vingi vingi, kwa sababu oya, si nimekuambia wanangu wame wana ni support eh sana sana. Nikienda kwa nangu nagwa pale, yani uhakika mm yani anipa kipombe oa tufanye lamso. Nikirudi kwa nanga, ndo mama yangu akina wako smart huko ndo, ah oya, tunafanya lamso hii tunafanya, unajua ile mm, kwa hiyo yani na program na Shafi, Shafi Brand na program na bwana TX. Eh, hata kama sijampigia simu ile anajua kama huyu Rams ipo siku atanifuata tu. Yaani na program naye. Saizi wako busy kidogo, wako mkoa huko, wanafanya fanya mambo yao. Ila nitegemea wakirudi nitafanya nao kazi. Na program na watu wengi sana. Kwa yani, mashabiki zangu wategemee vitu vikubwa vingi vingi vingi vingi, yani, kwa sababu eh, huu mwaka huu Ngoja, uone, lazima watu washike vichwa kwa sababu na Ramso ya mimi. Nashukuru kwa kunitembelea, karibuni sana mtaani huku mm. Yani huku ndo ninapojichimbiaga huku, tunafanya kazi makazi, makazi unayoona yanaruka katika mitandao ya kijamii, basi, asilimia nyingi yanatoka huku okay. Ya karibuni sana wanangu ya. Basi sawa bwana. Bwana usiache kufuatilia eh, channel yetu ya YouTube ya 69 Media TV, fika pale Instagram eh, follow channel uh, like, uh hizo pages zetu za 69 Media. E na kilo tuko na Ramso tunamaliza hivyo. Hope sana so kwa umeenjoy kile ambacho amekisema na mimi nimekishikilia kimoja tu. Yeah. Eh, kwenye list yake alimweka ah, Tx Dullah baadaye akamtoa akamweka Joti. Kwa hiyo ah, eh na leo umenitengenezea mimi bomu ambalo litanilipukia ila, wanangu waelewa aliwezi likanilipukia out